Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na apa kwa usiku unapofunika na mchana unapodhihiri, na kwa aliyeumba dume na jike, hakika juhudi zenu bila shaka ni mbalimbali. Ama mwenye kutoa na akamcha Mungu na akaliwafiki lililo jema, tutamsahilishia yawe mepesi. Na ama mwenye kufanya ubakhili na asiwe na haja ya wenzake na akakanusha lililo jema tutamsahilishia yawe mazito. Na mali yake yatamfaa nini atapokuwa anadidimia? Hakika ni juu yetu kuonyesha uongofu, na hakika ni yetu sisi akhera na dunia. Basi na kuonyeni na moto unaowaka. Hatauingia ila movu kabisa, anayekadhibisha na kupa mgongo. Na mcha Mungu ataepushwa nao, ambaye hutowa mali yake kwa ajili ya kujitakasa na wala si kwa kuwa yupo yoyote aliyemfanyia hisani ndiyo anamlipa, ila ni kutaka radhi ya Mola wake mlezi aliye juu kabisa, naye atakuja ridhika. Suratu Lail Imeteremka Maka. Mwenyezi Mungu Mtukufu ameapa kwa viapo vitatu juu ya kuwa vitendo vya watu vinahitalifiana, baadhi yake ni vya uongofu na baadhi yake ni vya upotofu. Mwenye kutoa na akamcha Mungu na akawafiki tabia yenye kukusanya kheri, basi Mwenyezi Mungu atamsahilishia mambo yake kwa wepesi. Na mwenye kufanya ubahili na akajiona hana haja na mtu na akakanusha tabia zenye kukusanya kheri, Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi kuingia mashakani, na wala mali yake hayatampa kitu kumwokoa akitumbukia katika adhabu. Na aya zikabainisha baada hayo kwamba hakika Mwenyezi Mungu amechukua jukumu kubainisha njia za uongofu kwa fadhila zake, na kwake yapo mambo ya maisha mawili ya akhera na ya duniani na kwamba hakika yeye amekwisha onya kwamba moto watauingia waovu na watauepuka waliowema. Na apa kwa usiku kinapoenea kiza chake, na, na apa kwa mchana unapozaga mwangaza wake, na naapa kwa mjuzi aliyeumba viwili viwili, dume na jike katika kila vinavyozaliwa. Hakika juhudi zenu bila shaka zimestarifiana, kwani wapo wenye kubahtika katika juhudi zao na wako wasiobahatika. Ama mwenye kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na akamhofu Mola wake Mlezi, na kwa hivyo akaepuka anayoyakataza na, na akayakinika kufuata fadhila njema, nayo ni imani, kumwamini Mwenyezi Mungu kwa kumjua, basi sisi tutamtengenezea we katika hulka ya wepesi na raha, kwa kumwongoza kwenye njia ya heri ama mwenye kufanya ubahili kwa mali yake asitoe haki ya, ya Mwenyezi Mungu iliyomo humo, na akawa hana haja anayetokayo kwa Mwenyezi Mungu na akakadibisha hulka nzuri, basi huyo tutamtengenezea hulka ambayo inapelekea uzito na mashaka ya milele. Na kitu gani katika adhabu ambacho hayo mali yake yataweza kumkinga nacho, atapoteketea yeye mwenyewe mzima? Hakika ni juu yetu sisi kwa kufuatana na hikima yetu ndiyo tuwabainishie viumbe njia ya uongofu, na juu yetu sisi peke yetu bila shaka, ili jambo la kuendesha liyomo duniani na akhera. Ndiyo maana tukakutiyeni hofu ya moto, na wakana kuripuka hawa wingi kwa kudumu, ila kafiri alikadhibisha haki na kazipuza ishara za mola wake mlezi na atakuwa mbali na huo moto aliye mwingi wa kujikinga na ukafiri na maasi, ambaye hutoa mali yake wakati wa nafasi, ili kujisafisha na uchafu wa ubahili na najisi ya uchoyo. Na mtoaji huyu si kama naye mtu yeyote ambaye ndiyo anamlipa kwa neema aliyomfanyia zamani, bali anatoa hicho kwa kutafuta radhi ya mola wake mlezi mtukufu tu na bila shaka atakujapata kutoka kwa Mola wake Mlezi anachokitaka kwa njia ya ukamilifu kabisa, hata itimie radhi kwake.